Bado tukisalia katika taarifa za mvua, ni kwamba mvua inaendelea kunyesha, imewaacha wafanyabiashara Mombasa na viunga vyake wakikadiria hasara si haba. Wafanyabiashara wa, wa eneo la Bamburi, Kidarajani wameathirika zaidi kutokana na ubomwaji wa vibanda vyao ili kuwezesha maji kupita baada ya mafuriko yaliyosababishwa na mvua inayoendelea kunyesha, kama anavyoripoti mwanahabari wetu Aisha Mwajumla. Wafanyabiashara hawa hao wamesema ubomwaji huo haukufanywa kwa njia ya usawa, kwani hawakupewa ilani. Aisha Mwajumla na taarifa zaidi. Athari za mvua inayonyesha Mombasa imeshuhudiwa kwa wafanyabiashara wa eneo la Bamburi Kidarajani walipopoteza vibanda vyao walivyokuwa wakifanya biashara zao. Wakazi hao wameeleza Pwani TV kwamba vibanda hivyo vilivunjwa na kamati ya uokoaji ikishirikiana na serikali ya kaunti ya Mombasa katika juhudi zao za kuyapatia maji yaliyosababishwa na mafuriko mkondo wa kupitia. Walikuja na matinga yao na mali walikuwa meziba maji. Ni kule, ni nyumba ya wenyewe, sijui ni wanani. Tangu ijengo hapo, amejengwa karibu miaka sijui ngapi, amejengwa hapo. Hii yetu tumeanza kukaa hapa sasa ni miaka kumi. Hasara ambayo sasa naisababa ni kama laki moja na nusu kulingana na hiyo ujenzi ya hiyo kibanda na hiyo biashara ilikuwa hapo ndani. Hapo awali waziri wa nyumba na mipango Francis Toya aliarifu kuwa wizara yake ina mipango kabambe ya kukabiliana na janga hili la mafuriko. Kwa hivyo sisi kama kaunti tumeona ni vizuri kwamba tuwaite na tuwaeleze ni mikakati gani ambayo kaunti itachukua kukabiliana na mafuriko haya ambayo yanakuja na, na hatari zozote ambazo huenda zikatokea. Hata hivyo, wakazi hao wamelalamika kwamba hawakupewa ilani na kwamba sio vibanda hivyo vinavyoziba njia ya maji kupita, bali ni nyumba ya mwanasiasa mmoja ndio iliyoko katika njia hiyo ya maji. Na kulingana na wakazi hao, wa biashara hizi ndizo zilizokuwa zikiwakimu kimaisha na kubomolewa kwake kumewapatia hasara kubwa. Aidha, wafanyabiashara hawa wametoa wito kwa serikali ya kaunti ya Mombasa kuwapatia njia mbadala au sehemu nyingine ya kuwekeza biashara zao na wakaeleza kuwa wako tayari kushirikiana nao kufanikisha biashara zao. Na tulishtuka kufikia Sunday usiku, mimi nikipigiwa simu kuwa kibanda changu kimebomolewa na watu wa munisipa wakilalamika kuwa hizi vibanda vimezuia maji kwenda huko mbele, lakini tukiangalia kuna nyumba pale mbele imezuilia ya maji. Alafu hiyo payment ya Naivas zaidi, imejengwa juu ya maji, wakakuja wakaweka kakalbat kadogo ndio imezuia maji zaidi. Tukiangalia sasa, hapa mimi ndio tegemeo langu ndio kila kitu ya maisha yangu, kuanzia chakula. Watoto niko nao secondary school na, walisha hapa, na wasomeshea hapa sasa hapa nimeshikwa na mshangao, sijui nifanye nini. Mimi mwenyewe niko na loan ya Kenya Women ya shilingi elfu moja mia tatu nilichukua ili nianzishie biashara Niendelezee biashara yangu. Sijui jinsi ya kulipa hiyo loan, sijui maisha yatanipeleka wapi. Biashara hizi kama unavyoona hazipo tena maana majengo haya yalivunjwa ili kuwezesha kupeana njia ya maji ili kupita kwa sababu ya mvua kubwa ilionyesha tangu juzi. Hata hivyo, wafanyabiashara wa eneo hili la Bamburi, mtaa wa Kidarajani wamekadiria hasara kubwa na wanalalamika kwamba hawakupewa notisi ma wakati ambapo majumba haya ama biashara zao hizi zilipokuwa zinavunjwa. Aidha wanasema wanalalamikia kwamba kaunti ya Mombasa haikuwapatia mahali mbadala ama mahali pengine pa kwenda kwenda kuendeleza biashara zao, na pia wamedai kuwa hivi vibanda havikuwa vimezuia maji kama inavyodai serikali ya kaunti ya Mombasa. Aisha Mwajumla, Pwani TV.